Kaunti ya Nairobi iko na vikundi mia mbili vya magengi na ambavyo vinaendelea kuhatarisha usalama kwa wakazi wa kaunti hiyo. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja naye ameitaka serikali ya kitaifa kuongeza mgao wa kuhakikisha kuwa inawapa vijana ajira, kwani wengi wao hujipata kwenye makundi hayo kwa kukosa ajira. Haya yamejitokeza katika kikao cha jukwaa la usalama kaunti ya Nairobi. Katika harakati za kuimarisha usalama katika kaunti ya Nairobi, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amebaini watakabilia kuwa watakabiliana na magenge yanayoendelea kuwahangaisha wakazi wa kaunti hiyo. Kufikia sasa inaaminika kuwa kaunti ya Nairobi ina takriban vikundi mia mbili vya magenge jambo ambalo gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ameitaka serikali ya kitaifa kuongeza idadi ya vijana wanaopata ajira katika kaunti hiyo kwani vijana wengi hujiungana magenge yale kwa kukosa ajira. Number one, tutamaliza gangs kwa Nairobi namna gani? Gangs. Gaza. Ha? Tutamaliza aje kazi. Hapa Nairobi we have about 3200 gangs, you know know that is not sustainable, the proliferation of gangs. I know we have a big problem of unemployment. Ni mikakati gani katika mita yetu tunaweza fanya ili vijana wetu, juu vijana wengi wako kwa dimanga wako kwa mawe na sio- sio kutaka kwao, wako hali mbaya na kutokana na visa vingi vya utumizo wa mihadarati na pombe haramu katika kaunti wa ya Nairobi, baadhi ya machifu wamemtaka waziri Murkomen kuingilia kati ili kuhakikisha kuna urahisi wa kuwafikisha mahakamani wale ambao wamewakamata. Mambo ya drugs and alcohol, illicit alcohol, lazima tukubaliane hapa kwamba ni nani anaachilia, ni sehemu gani licenses yenye napeanwa na county government. Polisi wanafanya kazi gani? Chiefs, chiefs na assistant chiefs wanafanya kazi gani? Nikishika maabusu, nikishika maabusu napeleka kwa a post, nikibadilisha nguo ananipigia chief, umeniletea maabuzu, nipeleke wapi? Na ospedia amekataa, anaandikiwa kukojoa ofyo ofyo, hakuna chang'aa kwa sababu ya kitu inaitwa charge sheet. Who is the owner of charge sheet? Kama mimi ni officer. Na nikitoka tu kidogo siandiki charge sheet. Tutafanya kazi namna gani? OB ikuwe mbili moja ya chief ama ikuwe na independent. Kando na hayo, waziri amedokeza kuwa wanapania kufungua vituo vya polisi karibu na vyuo vikuu mbalimbali nchini. In many places across the country, venye tumeenda, tumekubaliana ku set up police post near some colleges and universities because they had been neglected. This is a new population yenye imekuja to a particular county and it must be taken. Haya yamejitokeza katika jukwaa la usalama kaunti ya Nairobi. Zablon Macharia, Undugu TV.